Aprili kumi na nne ishirini na tano Jumatatu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Napenda niwakaribishe wapendwa, taifa la Mungu, kwenye muda huu mfupi wa kusoma na kuitafakari neno la Mungu, kwa namna pekee wakati huu tunapojiandaa kuadhimisha kumbo la Pasaka. Kutoka kitabu cha Nabii Isaya tunasoma maneno yafuatayo: Tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata paza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima atatokeza hukumu duniani na visiwa vitangojea sheria yake. Isaya sura ya 42 aya ya kwanza hadi ya tano. Wapendwa, kwenye somo hili la nabii Isaya linamweleza mtumishi mwema asiyekata tamaa wala hawezi kufa moyo. Kwa maneno yake mwenyewe anasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Mtumishi huyu anafananishwa na Yesu Kristo. Kutoka injili ya mtakatifu Yohane sura ya kumi na mbili kuanzia aya ile ya kwanza inatuambia maneno yafuatayo: siku sita kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania alipokuwapo Lazaro yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu basi wakamwandalia karamu huko, na Marta akatumika, na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja na Yesu. Basi Mariamu akatoa ratiri Mariamu ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, na nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote mmojawapo wa wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye msaliti, akasema: mbona mariamu hii haikuuzwa kwa dinari mia tatu wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali ma kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyeshika mfuko, akivichukua vilivyo katika huo mfuko. Basi Yesu alisema, mwache, aweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi bali mimi hamnami siku zote. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili ya Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alikuwa katika wafu. Nao wakuwa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walitenga wakumwamini Yesu. Aya ya kwanza, hadi ya kumi na moja. Wapendwa, rafiki zake Yesu Kristo, tunazidi kukaribia kuadhimisha fumbo kuu la Pasaka, fumbo liliotekelezwa kwa njia ya mateso ya kisu, kifo chake na ufuko wake. Sehemu ya njili ambayo tumeisoma imetujulisha jinsi Yesu alivyotembelea kijiji chake na Lazaro huko Betania na kupata mapokezi makubwa aliandaliwa karamu, na Marta ndiyo alikuwa mhudumu mkuu kwenye meza kuu alikokaa Yesu akiwa anamtumikia Yesu na waalika wengine. Wakati Marta anashughulikia mambo ya chakula, Mariamu naye akawa anampaka Yesu marashi ya bei mbaya miguuni na kuyapangusa kwa nywele zake. Kitendo hicho kilipolalamikiwa Yesu mwenyewe alitetea kwa kusema kwamba marashi hayo yamewekwa kwa ajili ya maziko yake. Kwa lugha nyepesi, hayakupotea bure. Kama tujuavyo, tayari tumeingia kwenye Juma Kuu ambamo tunayakumbuka mateso, kifo na hata ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyakubali mateso hayo yote kwa unyenyekevu, kwa hiari, ili atimize mapenzi ya Baba yake na Baba yetu wa mbinguni na katika huko kutimiza mapenzi ya Mungu, Kristo alidhihirisha pia upendo wake wa dhati kwetu sisi wakosefu. Na sisi tukitaka kuwa wafuasi wake waaminifu, hatuna budi kujinyenyekesha, kwa sababu Yesu mwenyewe alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti ya msalaba. Tafakari ya leo imeletwa nami Padre Antonito Lumba wa jimbo la Lindi.